Ukulima wa kahawa ni kilimo bora unaojulikana kwa uzalishaji wa chai nzuri tamu na yenye kuvutia oh. Huku takwimu ikionyesha kuwa sio watu wengi ambao wamekumbatia ukulima huu wa kahawa, hasa mkoa huu wa Magharibi, eneo bunge la Mlima Elgon ikiongoza kwa kilimo cha kahawa ikifuatiwa kwa ukaribu zaidi na eneo bunge la Sirisia kisha eneo bunge la Kabuchai ambapo tunakutana naye Profesa Patrick Kafu ambaye amejikita katika ukulima huu wa kahawa tangia mwaka wa 1979. Nimekuwa mwalimu wa university kwa muda mrefu, ingawa nilikuwa nimependa ukulima sana kutoka 1972. Kwa kahawa nimekuwa mkulima kutoka mwaka wa 79. Eh, ninajifunia kwa sababu Uh, ukit, ukilinda kahawa yako vizuri u, na uwe na marketing process mzuri, ina pesa mingi, inatusaidia sisi kama wakulima. Kama mwaka huu nime decide, au nimeamua kutengeneza kahawa yangu nyumbani, na nimeambiwa na wale wenye watakucha kununua kahawa, ati hii kahawa mwaka huu naweza kupata kitu chenye sijawahi kupata kutoka mwaka wa 79. Kwenye shamba lenye ukubwa wa ekari tatu na miche takriban elfu kumi na tano, Profesa Kafu pamoja na mkewe Grace Kafu wanatupa takwimu za kilimo cha kahawa tangia mwaka wa 1979 wakisema kuwa itakuwa jambo nzuri mno iwapo kilimo cha kahawa kitatiwa bidii kwa kuwa ukulima huo unalipa. Kahawa, mimea yoyote ukitaka kupata faida kwa mimea yote lazima ujitolee. Ukitaka kuwa mkulima mzuri wa kahawa lazima uwe very close na wa watu wa ukulima agriculture. Hawa ndio wanatoa advice. Ukiona hii shamba kila eh, baada ya miezi tatu tunafanya kazi na wa, watu wa Ministry of Agriculture. Kwa hivyo kahawa ni kitu muhimu na naimiza watu wa Kenya hata hasa wale wenye wako na interest ya kulima kahawa waingie kwa nguvu, na ukiwa na miche karibu kutoka elfu nini, kutoka mia sita kuenda elfu mbili tatu, hiyo ni pesa ya kutosha, kwa sababu tunapa uh, mili yetu yenye watutuletea msese. Nimeona watu wanapata kwa kilo hamsini ya kahawa ile imetengenezwa, wanapata 1.2 million shillings na nime, wat, watoto wangu wote wamesomea kwa hii kahawa, niko mm. Na watoto nane, wawili wako Amerika, waine wako eh, waine wako kazi, na kazi wote wamesoma, wako na madigiri Kwenye shamba hili la kahawa, Kafu ametaka serikali kuu kupitia serikali ya kaunti kuwapiga jeki wakulima wa kahawa na mbolea, ili kuimarisha kilimo cha kahawa na kwa rai wakulima wote wanaotaka kukumbatia kilimo hicho cha kahawa kuwekeza kwenye ukulima huu wa kahawa kwa mazao bora. We would like to see our agricultural uh, department in the county government actually going out of its way to support farmers who are coming up with the new models of farming practices. Sani Matano Mpakani TV eneo bunge la Kabuchai kaunti ya Bungoma <mucho>